Moto huo ambao ulisababisha barabara za kuingia na kutoka katika hospitali ya Mwananyamala kufungwa kwa muda ili kuruhusu zoezi la kuzima moto huo ufanyike, lililohusisha zaidi ya watu mia moja, wote wakiwa na ndoo za maji, nyundo na marungu kwa ajili ya kubomoa mapaa ya nyumba hizo ili kuepusha madhara zaidi baada ya jitihada za kuita kikosi cha zimamoto kutozaa matunda. Tatizo ni kwamba kwa nini wafukuzi wananchi, wakati wananchi ndio wamefaa juhudi ya kuuzima ule moto? Magari yanakuja yana maji magari Umeona tena wanakuja baada ya risala moja wamepigiwa simu mpaka watu wamechoka yani. Wanatoa msaada gani? Wameshafika. Hapo wameshafika. Hapo wanaanza kufuta tena wananchi. Yani. Wakati wananchi wenyewe ndio wamefanya juhudi ya kuzima moto. Mambo gani yote tunafanyiana hapa? Haipendezi kabisa yani. Baada ya muda kikosi cha zima moto kilifika katika eneo hilo, Almanusura gari hilo lipasuliwe vioo na wananchi waliokuwa na jazba na kulaani kitendo cha wao kuchelewa. Hali hiyo ilitulizwa na polisi waliokuwa katika eneo hilo na hivyo kutoa mwanya kwa kikosi hicho kumalizia kazi nzuri ambayo ilikuwa imeanza kufanywa na wananchi hao, huku baadhi yao wakijikusanya katika kundi kubwa na kuanza kuimba nyimbo za kupinga kuchelewa kwa kikosi hicho. Tatizo kwa kweli, changamoto barabarani. Sasa hivi hali ya barabara si nzuri Barabara zinabomolewa zinatengenezwa, hakuna njia ambazo za nani za emergency, labda mseme mtachapuka, mpite, mtoke ile sehemu mliopo kwenda eneo lingine. Kwa hiyo hiyo ni kidogo imekuwa ni mtihani, yaani kutoka pale pale mpaka kuja kufika hapa tumechukua dakika nyingi sana kwetu. Kufuatia tukio hilo, naibu meya manispaa Kinondoni mheshimiwa Songoro Mnyonge amefika eneo la tukio na kushuhudia uharibifu wa mali na kusema kuna haja ya kuweka mfumo wa uwepo wa magari ya zimamoto kiwilaya katika maeneo tofauti tofauti ili kupunguza madhara makubwa ya matukio kama hayo. nawape pole watu ambao wamepata athari hiyo ya kuunguliwa na moto, lakini kikubwa nichukue fursa hii kuwapongeza wananchi, wameweza kufanya msaada mkubwa sana wa kujitolea wao binafsi na kuweza ku uzima moto huu kwa kiasi kikubwa kabla watu wa kikosi cha zimamoto hawajafika. Watu wengi yanapotokea majanga kama haya wamekuwa wanawasubiri zima moto, kumbe wakati mwingine usuluhisho unaweza ukawa huko ndani yetu sisi wenyewe. Kama unavyofahamu sasa hivi wakati mwingine tunaweza tukawalaumu wa zima moto, lakini ukweli ni kwamba miundombinu, miundombinu ni migumu sana. Hii sehemu ya kikundi cha wananchi katika eneo la Mwananyamala, ambapo wameshiriki kwa kiasi kikubwa kuzima moto, ambao wanaimba hapo nyuma kukejeli kikosi cha zimamoto kusema kwamba sio kikosi cha zimamoto Bali ni kikosi cha zimamoshi, kufuatia kufika katika eneo hili nikiwa tayari nyumba zimekwisha kuteketea. Nikiripoti kutoka katika tukio hili la moto jijini Dar es Salaam. Mimi ni Godfrey Monyo wa ITV.